Kwani mabinti hawa mheshimiwa, ni walipa kodi wazuri sana serikalini. Jukwaa hili sisi, hatuna lengo la kufanya event kila mwaka, lakini tuna lengo la kufanya event kila msimu, kwa kuangalia mafanikio ambayo tumepata. Tumekuza nani, tumemwacha nani, na tunapaswa kwenda na nani na kubaki na nani? Kwa hiyo tuna furaha msimu huu sasa huzindua msimu rasmi kwa sababu tuna hadithi nzuri ya mafanikio, na kwa moyo wa dhati kabisa, hawa mbele yako unaowaona wengi wamevaa vilemba, ni baadhi ya wawakilishi wa mabinti wengi ambao tusingeweza kukusanyika wote, ambao kwa moyo wa dhati kabisa tunasherehekea mafanikio yao. Hawa mbele yako mheshimiwa, wanaitwa Tanzania Young CEO Women Gala ni mabinti ambao ndani ya miaka miwili kwa macho yangu na wote mlioko hapa, hasa waandishi wa habari, tumeshuhudia mapambano yao vizuri na wamesimama. Tunajivunia mafanikio yao, kwani walivyo leo ni tofauti na miaka mitatu iliyopita, na kupitia jukwaa hili tunajivunia kwamba kuna wasichana wameanzisha biashara kubwa zaidi, na kuna wasichana ambao walikuwa mtaani tu, lakini kwa sasa wamejiajiri na wamekuwa kwenye dhana nzima ya uchumi. Sambamba na hayo, kuna wasichana pia wamepata ndoa na kuondoa dhana potofu ya kusema kwamba wanawake wapambanaji hawawezi kutengeneza familia yenye utulivu zaidi <tune> <tune> ya hapo, tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo kupitia jemadari wetu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu kuna wasichana kutoka jukwaa la YCEO ambao wamepata fursa ya kuajiriwa serikalini kwenye mikoa mbalimbali, mbali na nyanja mbalimbali. Ai, kwetu ni mafanikio kwa sababu YCEO si wajasiria mali tu ambao hawajasoma. Kwa hiyo biashara ikigoma, basi unajaribu ajira za mama Samia Suluhu na, na zinapatikana. Kwa hiyo mheshimiwa, kwa dhati kabisa jukwaa hili, namshukuru mheshimiwa rais, na sisi ni moja wa wanufaika wa ajira ambazo zimetolewa na serikali yetu ni mafanikio makubwa sana ambayo sisi kwetu tunayaona na tunaweza kusema kwamba sasa tunajitosheleza kuingia msimu mwingine, kwa sababu tunataka kutafuta mabinti wengine kujiunga na sisi na kutengeneza mtandao mkubwa wa kibiashara na kuonyesha jamii inawezekana kufanikiwa hata kwenye umri mdogo. Pamoja na mafanikio tuliyopata msimu uliopita, msimu huu wa pili, shughuli yetu itafanyika mwezi wa sita, tarehe atatutangazia mheshimiwa na kwa mafanikio makubwa sana tutakuwa na mabinti wengi kutoka mikoa ya nje ambayo ni Arusha, Dar es Salaam pamoja na Mbeya. Jumla yao wanakuwa mabinti hamsini na tano kwa hivyo basi, haya ni mafanikio yetu, kwani zamani tulitoka Dodoma na kupata matukio kama haya mikoa mingine, lakini leo watu wanatoka mbali kupata haya. Sisi kwetu ni mafanikio, na sio kwenye YCEO tu, bali mkoa wetu wa Dodoma nzima lakini pia msimu huu wa pili tumejipanga kushawishi mabinti wengi kujiunga na fursa ambazo zinatangazwa na serikali, hasa kupitia mfumo wa neti ambao una ambao uko chini ya PPRA ili tu, tuingie katika mfumo wa kupata zabuni za serikali, kwani baadhi yetu tumeshajiunga na tumekuwa ni wanufaika pia. Pia jukwaa hili kwa msimu huu tunaongeza mabinti wenzetu ambao wana changamoto ya ulemavu ili tuende pamoja, kwani nchi yetu ni nchi ya usawa na haki. Aidha kwa, kwa sana, oote, moyo wa shukurani napenda kuwapongeza sana yansio wote waliofanya vizuri katika nyanja mbalimbali na kuwashika mkono wasichana wenzao kuinuka kibiashara na kuwa huru kiuchumi. Hii ni maana ya halisi ya msemo kumani kizuani. Tunaishukuru serikali yetu ya mkoa kutupa fursa za kibiashara kwenye majukwaa ya mkoa na kwenye miradi ya kimkakati iliyopo mkoa wa Dodoma. Tunashukuru pia vyombo vya habari ndani na nje ya Dodoma promote na kusupport biashara za Young CEO na kwa hapa naomba niseme, CFM tunawashukuru sana kupitia kipindi chenu cha mkoleni, Dodoma FM kupitia kipindi chenu cha Kapukwa, AFM AFM Radio tunashukuru sana, vipindi vyote mmetusupport. Gasa Online TV tunakushukuru sana kila Young CEO aliyeleta jambo lako, ulilibeba kama la kwako, tunashukuru sana na Mungu awabariki, na tunatazamia vyombo vingine vya habari kama Vibe News, Sky TV mfanye kama ambavyo wamefanya wenzenu. Pia tunatambua mchango wa wadhamini wetu ambao walishika mkono wakati tunaanzisha jukwaa hili, ikiwemo Shule Yetu TV, Ngasa Online TV pamoja nac Benki. Sambamba na hayo ni moyo wangu wa shukrani.